Kama tuna miradi ambayo tumeikamilisha lakini haijaanza kufanya kazi, tusianze miradi mipya mpaka ile tuliyoikamilisha ianze kufanya kazi. Kama kuna miradi ipo katika hatua fulani za kukamilishwa, tusianze miradi mipya mpaka tukamilishe hiyo miradi ambayo tayari tumeshaweka fedha zenu, na nimesikia hapa mnasema yako masoko yamejengwa yamekamilika, haya ajafanya kazi. Kwa hiyo nawaahidi ni kabisa, tutafanya uchambuzi tuainishe maeneo ambayo tayari fedha za umma ambayo ndio nyinyi zimeshawekezwa, malengo yalikuwepo, lakini miradi hiyo haijaanza kuleta matokeo, tuanze kuhakikisha kwamba inafanya kazi, na ile ambayo haijakamilika tunakamilisha, wakati huo huo sasa tunaanza mipya. Na hayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais.